Kujenga majengo ya biashara ya kisasa Mikunguni na Funguni na ujenzi wa kituo cha wajasiriamali katika eneo la Dole. Faida zake: kuwawezesha wachuuzi kufanya biashara zao katika mazingira salama, kuimarisha lishe na upatikanaji wa mazao ya mboga mboga na samaki, kutoa mafunzo, ushauri na mikopo kwa vijana na wajasiriamali na kusaidia kuibua vipaji, kutoa ajira na wananchi kujitegemea kiuchumi kuweka msingi wa kupanua mji kwa kuongeza thamani ya ardhi na mali na kuufanya mji kuwa kituo cha kibiashara na uwekezaji. Oktoba tunatiki.